Kauli ya dada ilikuwa nzito, lakini sikuweza kuishtukia. Mara nyingi tu dada Selina anaingia chumbani kwangu kunifokea fokea, kwa hiyo kuhusu kuja chumbani kwangu mi sikuona shida. Kumbe wakati najiona mtoto, yeye alikuwa ananiona mtu mzima mwenzake. <laughs> Patamu hapo, ngoja tu nifuate sasa hivi nikuletee. We naye, acha mapepe Nimesema nitaifuata mwenyewe, sawa dada. Sikutaka kubishana na dada Selina, nilienda zangu chumbani. Ikabidi niache mlango wazi, maana alisema anafuata chenji zake, akaninyima uhuru wa kulala na boksa yangu. Kumekucha asubuhi, sijamwona dada Selina akiingia chumbani kwangu, basi nikajiandaa, nikaenda zangu shule, nikajua tu dada atakuwa alilala. Maana ana tabia ya kuangalia movie, hadi analala hapo hapo sebuleni. Ni tabia ambayo wazee walishamsemaga sana lakini kichwa ngumu dada asikii. Shuleni siku ile nilikuwa na upweke mwingi sana, kipenzi changu Sofia akuja kabisa shule. Nikawa mpweke sana maana nilimisi kushikana mapaja na kupapa sana. Leo namshikana ni Kelvin. Nilikuwa swali la Dynes. Nilishtuka, nikajifanya sielewi anamaanisha nini. Unaongea nini Dynes? Hivi unadhani mi sijui mnachofanyaga mkikaa hapa na Sofia? Najua kuwa mnashikana shikana tena, mnaweka vitabu mnajifanya mnajisomea, kumbe hamna lolote. Dynes, niliongea nikiwa na maana apunguze sauti. Nini Kevin? Aya, sema kama anachoongea sio ukweli, sema basi. Aliongea Dainesi alipoona simjibu, akaketi pembeni yangu, kisha akawa anainua sketi yake juu. Dainesi ni nini lakini? Nataka nikuonyeshe na mimi nima, nina mapaja tena makubwa mazuri kuliko ya sofia wako. Dainesi, kwani unataka nini? Kwani Sofia unampaga nini? Mimi sijawahi kumpa kitu, sijawahi kumpa kitu eti mm -hmm, Kevin, mbona mwenzako anasema tofauti? Nani? Sofia ndio saa. Kumbe nani anasemaje? mnafanyaga mapenzi tena mara nyingi tu. la haula, mimi mimi nkafanya mapenzi? Hey. Sambon, unashangaa sana mimi sijawahi ku... Kelvin, unasema kweli? Ndio, kweli hujawahi? Ndio. Sambon, unashangaa hivyo? Ujue hadi nimesisimka, hebu ngoja, alisema Dainesi, kisha akachukua daftari langu na kalamu akaniandikia namba za simu. Za nini hizi? Nitafute Jumamosi au Jumapili, sana sana Jumapili, kuna sehemu nataka tuende. Hmm, wapi huko? Wewe nitafute kesho au kesho kutwa, sawa. Dainisi aliondoka na kuniacha na itazama ile namba ya simu bila kuelewa ina maana gani. Muda wa kutoka shule umefika, nikarudi zangu nyumbani. Siku hiyo nikamkuta dada anapika, nikamsalimia, lakini da Selina akawa ameanza tabia za kukataa salamu zangu. Wee naye wage, unasema mambo tu ili unipige uniue eti. <laughs> Hivi Kevoo, mimi sahivi nakupiga nakuwezea wapi? Nilikuwa nakuonea wakati ujakuwa, Nilikuwa nakuonea wakati ujakuwa ujaota hata mavuzi. Dada aliongea ile kauli, nikashtuka. Sikutarajia kama dada anaweza kuongea neno kama lile mbele yangu. Sasa unashangaa nini? Wewe ushakuwa mkubwa bwana sasa hivi. Unaweza hata kuniita unaweza hata kunitia mimba kabisa wewe. Dada Selina, najua unachokitafuta na natafuta nini? Ukipatia na kuachia chenji ya jana iwe yako. Kwani ipo? Sasa we, Kevoo, nataka pesa yangu sasa. Mimi wifi yako ameniomba huko, nikifanya nini? Kevoo una demu? da Selina alishtuka, akaacha kupika kabisa, akanigeukia. Alibadilika sura, hata akuwa akitabasamu tena. Unaona sasa, unaona eh? Mi nilisema kabisa unanitafutia sababu. Ni dunde, Kevoo, unaambia ukweli, una demu? namtolea wapi sasa huyo demu? Na nawe dada, mi bado mdogo bwana, naomba sana Kevoo, usiwe na demu please. Dada aliongea kwa hisia, mi nikawa simwelewi Kevoo ukitaka nikupende sana usiwe na dem, sawa mdogo wangu. Sawa dada good boy. Aya, ngoja nikupikie baba wangu ule, sawa. Nilitoka zangu nikaenda chumbani nikachukua chenje ya dada nikampelekea. Nimefika na mkabidhi, eti ananishangaa, nini Kevo? Si chenje yako, alafu wewe una kichwa kigumu sana si nimekuambia nitaifuata mwenyewe dada. Jamani, sasa mi kosa langu nini? nimesema nitaifuata eh. Basi sawa, niliondoka na ile pesa, nikaona kabisa dada hataki chenji yake. Kitakachofuata nitaipangusa akute manyoya tu. Kudadeki zake niko zangu chumbani, chakula kikaiva nikafuatwa "Kevoo, we Kevoo." "Naam, dada." "Hebu njoo ule huku." Nikakurupuka maana njaa ilikuwa kali kinoma. Nimefika mezani nakuta sahani nzuri za mama Kevoo, zile sahani za sikukuu, nadhani mnazijua zile. Ndiyo nimepakuliwa na juisi nimewekewa hapo kwenye glasi zile anazonyaga baba Kevoo zile dada, kwani baba yupo? Ilibidi niulize. Ila Kevoo, sasa kilichokufanya uulize ni nini? Hii sahani si analiaga baba, na hii glass. Hebu kula huko na wewe sasa, ujue, akitoka baba, wewe ndo baba msaidizi humu ndani. Mfano tukivunja hii sahani Mama atatua dada. Kevo, unajua umekuwa sasa eh? Inabidi uanze kujiona mkubwa, acha kujiona mtoto bwana, unaniboa wewe. Hapo sasa hivi mwanamke akizubaa unamtwisha mimba kabisa. Dada, mimba? Mimi nimpe mwanamke mimba? <laughs> tena ndio na kuonya shauri yako. Kama una videmu vyako huko ujue, ukiweka tu mimba tayari shauri yako, nakwambia mdogo wangu. Je, nini kitaendelea? Unajua, nimependa sana mazungumzo kati ya Daselina na mdogo wake Kelvin. Eh, inaonekana kabisa kuna kitu hapa kinaendelea kijana anapakuliwa kwenye sahani za mshua Selina anataka nini kwa mdogo wake mm, usikosa sehemu ya nne ya simulizi hii nzuri inaitwa najuta kubalehe mimi ni AJ uh, usisahau kusubscribe, kusubscribe katika YouTube channel ya simulizi na hadithi ili we wa kwanza kupata miendelezo kila ninapotoa